Wakazi wa Todonyang eneo Bunge la Turkana, ma, Turkana kaskazini mpakani mwa Kenya na Ethiopia ambao waliathirika na mauaji yaliyotekelezwa na wavamizi kutoka Ethiopia, wamepata afueni baada ya kaunti ya Turkana kuwanunulia boti kumi na nyavu za uvuvi. Na kama na navyotuarifu Chebuiti Manuel, wakazi hao wanaendelea kuishi kwa wasiwasi, huku wasi, familia nyingi zikikosa kuwapata wapendwa wao hadi tukio hili, tangu tukio hilo kufanyika mwezi Februari mwaka huu. Hiki ni kijiji cha Todonyang kilichoko katika wadi ya Lake Zone eneo bunge la Turkana Kaskazini karibu mpakani mwa nchi ya Kenya na Ethiopia. Mwezi Februari mwaka huu, eneo hili iligonga vichwa vya habari baada ya wavamizi kutoka Merile maarufu Dasanach wa Ethiopia kuingia hapa Lopei Mukat na kuwavamia wavuvi wa Turkana waliokuwa wakivua samaki ziwani. Watu zaidi ya arobaini na wawili walifariki. Yaani hapa kwa sisi hapa Lotira sasa, tulipoteza watu wengi. Mimi nilipoteza hivi, nilipoteza warafiki wangu wawili na walifia uku. kwa sababu Merile alichukua kitu yote yote kitu yote yote. Alichukua manet amewa watu, kwa sababu hapa ni mali, hapa ni kwetu mali, Marile naishi. Familia zote hapa zinazotegemea uvuvi kama kitega uchumi zikasalia pweke baada ya nyavu na mashua zao kuibwa na zingine kuharibiwa. Watu wa Marile walikuja kutushambulia tukiwa kwa maboti, ikiweko wafijana wengi waliafa, waliafa wakiwa 47. Hao vijana wengi walikatakatwa na panga, wengi waliuawa na maji, wengi waliuawa na marisasi, yani walipigwa marisasi. Gavana wa Turkana Jeremiah Lomurukai amefika hapa Todonyang kuomboleza na jamaa waliowapoteza wapendwa wao. Uh, our our our our people. people, So we uh, come to to to to to say sorry to our families, sorry sorry families, County, and sorry to our country, Kenya, because this was unexpected. Serikali ya kaunti ya Turkana imekabidhi familia hizo jumla ya maboti 17 injini, nyavu na magunia alfu tatu ya mahindi, maharagwe na mchele. Ile maboti limepatiwa ilipatiwa n na, na Lomarukai, hatujawahi kupata msaada kama hii, hii hiyo kitu tunafurahisha sisi yani. Hiyo tunashukuru sana, itakuwa rahisi sana wakati a, um, Ethiopia wakati wanatushambulia, uh, inaweza kuwa rahisi kuwafikia, yaani tunaweza kuwa na urahisi ya, ya kuwafikia watu wetu yani tuwaokoe. Lomurkai ametoa wito kwa serikali ya kitaifa kufanya kila juhudi kuhakikisha inaweka rasilimali ya kutosha kuhakikishia wanaoishi hapa usalama wao. Wavuvi walioweza kuathirika na vita vya Todonyang kati ya Waturukana na Wadasanach kutoka Ethiopia wameweza kunufaika baada ya serikali ya kaunti ya Turukana kuweza kununua boti kumi na saba ambayo iko ndani ya maji haya ili kuweza kuwezesha kuanza maisha upya, kujitafutia riziki wakivua samaki. Chaboit Emmanuel, runinga ya Citizen, nikiwa hapa Todonyang iliyoko ziwani Turukana, eneo bunge la Turkana ya kaskazini.